Mwaka 2012 ulikuwa mwaka wa matarajio makubwa kwa vijana wengi waliokuwa wamemaliza elimu ya sekondari hasa jijini Dar es Salaam. Miongoni mwao alikuwepo kijana mmoja aitwaye Juma mwenye miaka ishirini wakati huo. Alikuwa kijana wa kawaida sana, aliyelelewa na mama yake peke yake. Baba yake alifariki akiwa mdogo, hivyo mama yake ndiye aliyekuwa kila kitu kwake, mzazi, mlezi na rafiki. Juma alikuwa na ndoto nyingi, mojawapo ikiwa ni kuwa mwanasheria maarufu. Alisoma elimu yake ya sekondari kwa bidii sana, lakini maisha hayakuwa rafiki kwake. Licha ya juhudi zake darasani, alipata alama zisizomwezesha kujiunga na chuo kikuu. Ilikuwa ni pigo kubwa kwake na kwa mama yake, ambaye alitegemea mtoto wake ndiye angekuwa mkombozi wa familia yao. Mtaa ukawa mzito. Marafiki wake waliokuwa wamepata nafasi vyuoni wakaanza kuondoka mmoja baada ya mwingine kuanza mafunzo ya elimu ya juu. Hali hiyo ilipelekea Juma kujikuta yupo peke yake mtaani akihangaika na mawazo. Hakuwa na kazi, hakuwa na matumaini, wala mama yake hakuwa na kipato cha kumwendeleza na elimu tena. Lakini Juma bado hakuwa tayari kukata tamaa. Alijua kuwa maisha haiishi kwa kukata tamaa, bali mwisho wa mapambano ni mafanikio. Kuna kauli inasema, mwenda bure sio mkaa bure. Siku moja, Juma aliamka mapema na kuamua kutafuta kazi yoyote ya kufanya. Akiwa katika harakati za kutafuta kazi, akapita kwenye maeneo ya Kariakoo ambapo kulikuwa na ujenzi wa kurekebisha majengo ya zamani. Kama kawaida, sehemu za ujenzi, mafundi na vibarua huwepo muda wote wakisubiria ajira za siku. Kwa bahati nzuri, alikuta kazi ya kubeba zege kwenye ujenzi wa jengo kubwa lililokuwa likisimamiwa na mhandisi mmoja mwenye uzoefu huku na jina kubwa, akifahamika kwa jina la Mhandisi Jim Gwana. Juma aliwauliza wale mafundi waliokuwa wakiendelea na kazi eneo lile la ujenzi, Samahani, naweza nikaonana na kiongozi wa hapa? Juma aliuliza kwa sauti ya taratibu. Mmoja ya fundi alimjibu haraka haraka huku akiwa amebeba mfuko wa saruji begani, nenda kaongee na yule aliyekaa pale. Yule fundi alikuwa akimwelekeza Juma aende akaonane na kiongozi anayesimamia pale ujenzi akifahamika kwa jina la Injinia Mbwana. Juma alienda hadi pale aliposimama Injinia Mbwana ila kabla hajafika alisikia sauti ya ukali ikitoka kwa Injinia Mbwana. Unatembeleaje eneo la ujenzi bila kuvaa vifaa vya usalama, wewe ni mgeni au fundi? Juma kwa sauti ya upole alimwambia, "Hapana, mimi sio fundi ila natafuta kazi ya kusaidia fundi ujenzi." Injinia Mbwana alimuuliza, "Unaweza kuja kesho asubuhi mapema?" Juma alitikisa kichwa kuashiria ndio anaweza, basi Injinia Mbwana akamwambia, "Tuonane kesho." Kama kawaida, usiku wa deni haukawii kukucha. Juma alianza kazi akiwa hana uzoefu, lakini alijitahidi sana. Alikuwa mwepesi, mtiifu na mwenye heshima. Hali hiyo ilimfanya apate mapenzi ya mafundi wengine, ingawa kwa mhandisi Mbwana bado hakuwa mtu wa maana. Mhandisi huyo alikuwa mkali sana, hakupenda makosa hata kidogo. Siku moja wakati wa kazi Juma aliteleza na kumwaga mchanganyiko wa zege mahali pabaya. Ingawa kosa hilo halikuwa kubwa sana, mhandisi Mbwana alikasirika kupita kiasi. Alimfokea Juma hadharani, akimtukana na kumvua heshima mbele ya wafanyakazi wenzake. Maneno yale Juma yalimfanya aumie sana. Alijisikia kama dunia imemgeukia, watu wote wanamwangalia yeye. Alikaa pembeni na kufikiri kwa muda mrefu. Mafundi wenzake walimfata na kumwambia aone kama kawaida na amzoee enjinia mbwana. Kesho yake Juma hakurudi tena kwenye ujenzi. Alichukua vitu vyake vichache, akaamua kuondoka Dar es Salaam bila kumwambia mtu yoyote zaidi ya mama yake pekee, ambaye alimtakia mema na safari njema. Mwanangu, nikutakie safari njema huko uendapo. Najua mafanikio yanahitaji mtu jasiri, naamini mwanangu, wewe ni jasiri na shupavu, na kuombea kwa Mungu mambo yafanikiwe. Maneno haya aliongea mama yake huku machozi yakimtoka. Juma alipanda basi na uelekeo ulikuwa ni Geita, kijiji alikozaliwa baba yake, ambako aliamini maisha yanaweza kuanza upya. Usiku wa tarehe 14 Aprili, basi lilipiga honi kali lilipokuwa linaondoka kituo cha basi Dar es Salaam. Ndani yake Juma alikuwa ameketi karibu na dirisha akitazama taa za jiji la biashara zikizidi kufifia kadri walivyokuwa wakielekea magharibi. Moyoni mwake kulikuwa na mchanganyiko wa hofu, huzuni, lakini pia matumaini madogo kuwa labda Geita ingetangaza sura mpya katika maisha yake. Alifika Geita baada ya safari ya zaidi ya saa 24. Hali ya hewa ilikuwa ya baridi kidogo, lakini mandhari ilikuwa ya kuvutia. Milima yenye mawe makubwa, ardhi yenye rangi ya kijani, watu wakishughulika na magari machache yaliyokuwa yakibeba mizigo ya mchanga na mawe kutoka migodini. Hapo ndipo Juma alipohisi moyo wake ukianza kuamka tena. Aliamua kutafuta kazi kwenye machimbo ya dhahabu ya kienyeji yaliyo karibu na kijiji kimojawapo. Kwa kuwa hakuwa na mtu yoyote wa karibu, ilibidi afikirishe akili haraka haraka, atalala wapi? Wazo la kwanza lilimjia kulala kwenye vibanda vya mamantilie pale mgodini. Kweli usiku ule alifanikiwa kulala kwenye kibanda kimojawapo eneo lile la machimbo. Asubuhi mapema watu wakiwa wanaendelea na kazi, mama ntilie mmoja alimwona Juma akiwa bado hajaamka, kutokana na uchovu wa safari ya siku nzima. Alimwamsha na kumwambia, hili ni eneo la biashara na siyo sehemu ya kulala. Juma alikurupuka haraka kama mtu anayekimbizwa na mnyama mkali. Basi Juma alikuwa ni mtu wa kula chakula cha mkopo kutoka kwa mama ntilie mmoja aliyeitwa Mama Zawadi. Mama Zawadi siku zile zile za mwanzoni alifanikiwa kufahamu kuwa Juma ametokea Dar es Salaam na ameenda Geita kutafuta maisha upya. Alimuunganisha na wachimbaji wengine na kufanikiwa kupata kazi. Siku ya kwanza alipewa kazi ya kubeba mizigo ya mawe kutoka kwenye mashimo hadi sehemu ya kusagia. Kazi ilikuwa ngumu, mavumbi yakiwa mengi na mazingira ya hatari. Hakuwa amewahi kuchoka namna hiyo maishani mwake, lakini Juma hakukata tamaa. Alijua hakutoka Dar es Salaam kuja kucheza na maisha. Kila siku alijifunza kutoka kwa wachimbaji waliomzunguka. Alijua jinsi ya kuchimba, kuchunguza mchanga na hata kutambua dhahabu kwa kutumia jicho la kawaida. Baada ya wiki kadhaa akaungana na wachimbaji watatu waliokuwa wakijitegemea kwa majina wakifahamika kama Lukas, Musa na Nuru na kuanza kuchimba pamoja kwenye shimo lao dogo. Walifanya kazi kwa bidii mno, lakini bahati haikuwa yao. Walikaa zaidi ya mwezi bila kuona hata chembe ya dhahabu. Walishaanza kukata tamaa, lakini Juma aliwashawishi waendelee. Bahati haibishi hodi. Tunapofika mwisho, ndipo mwanzo wa ushindi huanza, alisema kwa sauti ya kujiamini. Siku moja, Juma akiwa anajiandaa kuingia shimoni, huku wenzake wakiwa tayari washaanza kuchimba zaidi ya futi ishirini chini ya ardhi, ghafla sehemu ya juu ya shimo ilianza kulegea. Kabla hawajajua kilichotokea, vifusi vya mchanga vilianza kumeguka na kuangukia Nuru alijeruhiwa mguuni na Musa alipata majeraha kichwani. Walinusurika kwa msaada wa wachimbaji wengine waliokuwa karibu na shimo lao, lakini tukio hilo lilimwacha Juma akitetemeka kwa hofu. Alikaa kimya siku nzima akitafakari. Aliwaza kuacha kurudi Dar au hata kuomba kazi ya ulinzi mjini Geita. Lakini kesho yake, aliamka mapema akiwa na nguvu mpya. Alisema, sikutoka mbali ili nife bila mafanikio. Kama nitakufa nitakufa nikitafuta ndoto zangu. Akabeba jembe lake na kushuka tena shimoni, huku akiamini kuwa mbele yake kuna kitu kikubwa kinamsubiri. Wiki mbili baada ya tukio hilo la hatari, wakachimba eneo jipya la shimo. Walianza kuona mawe yenye mistari ya rangi ya kijivu na nyeupe, ishara ya uwepo wa dhahabu. Siku ya tatu, Juma alichimba kipande cha mwamba kilichokuwa na chembechembe chembe za dhahabu halisi, kiasi cha kuwafanya wachimbaji wenzake kupiga kelele za furaha. Walipata mzigo wa kilo za mchanga wa madini, na ndiyo ilikuwa mara ya kwanza kwa Juma kushika mali ya thamani kubwa kiasi hicho. Je, unataka kufahamu Juma alifanya nini baada ya kupata mchanga wenye madini? Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili upate notification pale tunapoweka mwendelezo wa simulizi hii.